Hello, mdao, mambo vipi? Jina langu ni Daniel Sospito. Karibu tena kwa YouTube channel yangu hapa ambapo tunapata hints mbalimbali. Kwa kama vile huwa wanasema surveyor ni mtu wa kwanza kabisa kufika site katika miradi yoyote ya miundo mbinu, na hapa ni upgrading of Mikocheni to Chama 0.3 km road to rigid pavement, na hili ni eneo la Mikocheni, na kitu ambacho tunafanya katika siku ya leo, ambayo ni siku ya kwanza kuja site, tunachukua every detail za structure ambazo zipo kwenye miundo mbinu hii, miundo mbinu ya barabara kama vile drainage chambers, center line ya barabara left end right end na pia other object. Lengo ni kuhakikisha kwamba designed profile ambayo itaenda kuwa design inakuwa accordance to the existing profile ili kuhakikisha flow ya maji. Water direction na slope zote ziko according to the the nature of the existing ground. Kwa hiyo baada ya kuchukua hizi details zote tutaenda ku design a design profile ambayo tutapatia final level au final layer ya barabara yetu. Baada ya hapo, ndio tutakuja kuweka zile levels kulingana na chainage kuanzia zero mpaka mwisho wa barabara yetu ambayo ni 0.3 km. Kwa ambia, kwa hiyo mtu akituambia naishi Mikocheni tumuuliza ni Mikocheni ipi? Ah, atatuambia either ni 5A au Ila zote ni Mikocheni. Baada ya kufanya kazi ya kudesign alignment moja na profile, leo sasa tunakuja site kuset levels kulingana na design profile ambayo tumefanya kule site. Yote haya ni kuhakikisha kwamba tuna meet standards za design, engineering, and construction. Kulingana na type ya barabara ambayo ina hapa tutatumia pegi lakini tutagonga kulingana na cheni ambayo tumekubaliana kwamba tutaitumia 12.5 lakini tutagonga kulia pamoja na kushoto. Kwa hiyo kitu ambacho tunakifanya hapa kinamwezesha machine operator kujua ni kiasi gani anatakiwa kukata kwenda chini au kiasi gani anatakiwa kujaza kufill, ili kuweza kufikia ile level na kupata mkeka barabara. Ili meet standards na kuwa bora, unatakiwa kupata surveyor ambaye ni bora vipimo sahihi na kusetia kulingana na design. Ah. Ni ni project, project nzuri na miundo miundo. All in all, sisi tunaongelea umuhimu wa survey na faida za kufanya survey before ya kufanya kazi nyingine zozote za design kwenye engineering engineering. Sasa engineering. Yeah. Kwa, uh, let's say kwa makampuni yeah, ambao wanahitaji kutumia surveyors yeah, au wanakwepa kutumia surveyors yeah. unaweza ukawashauri vipi kwenye issue kama hiyo kukwepa surveyors? Ataki, kwa nini wasikwepe surveyors? Hatakiwa kukwepa surveyors, kwa hiyo ningeshauri au ajili masavea, hata kama ni m contract au namuzia kazi, atakusaidia vitu vingi, mfano kusave cost Alafu pia kutengeneza quality ya kazi, kwa sababu mwisho wa siku kazi ndio itakupa kazi nyingine wewe kama engineer, kama QS, kwa sababu hiyo itakusaidia wewe kupata pia connection. Kwa hiyo ni washauri kwa ajili ya quality nzuri ya kazi, wewe kama engineer. Au basi, sawa, nashukuru sana. Ni niko na surveyor Joseph Senior Joseph Sang. Poa.